Habari za leo rafiki, karibu kwenye kipindi cha leo chaongea na coach, ambapo tunashirikishana mambo mbalimbali kwa ajili ya mafanikio yetu, na napenda kusisitiza tena kwamba mafanikio ndio msingi mkubwa wa maisha ambayo tunayaishi. Lazima tuwe na mafanikio kwenye kazi, kwenye biashara na hata kwenye maisha kwa jumla, ili tuweze kuwa na maisha bora kabisa na ambayo tunayafurahia. Katika somo letu la leo napenda na, na, na, na kuzungumzia kujibu swali la kwa nini ukipata fedha haikai. Kwa nini ukipata fedha hutumii? Kumekuwa na swali ambalo wengi wanauliza kwamba baadhi ya watu wanapata fedha alafu wanaonekana fedha zinaisha bila wao wenyewe kujua zimeenda wapi. Labda mtu anakuwa na shida, anapata fedha lakini anapata fedha alafu anashangaa fedha zimeisha, hajui amefanya nini. Na hii imetokea kwa watu ambao wanapata fedha nyingi wakati mmoja, labda mtu amepata, ameshiza bahati nasibu akashinda fedha alafu anashangaa amezitumia zote mpaka anabaki bila fedha. Au ni mtu amepata mafao, anafanya kazi miaka mingi, anapata mafao milioni labda hamsini mia, anashangaa fedha zote zimeisha, hajafanya kitu kikubwa. Au ni mtu ambaye amepata nuta na, na, na, na hali yote ambayo inampatia fedha kubwa kuliko ambavyo alikuwa na amezoea kupata, halafu anashangaa zile fedha zote zina zinaisha bila bila yeye eh, kujua. Sasa leo nataka tukazungumzie ni kitu gani hasa ambacho kinasababisha hali hii kutokea, na wewe kama wewe unawezaje kuzuia hali hii kutokea kwako? Kabla hatujaanza kuangalia ni kitu gani ambacho kinapelekea, ambao tunapata faida ya kujua kwanza, tuanze na mfano rahisi, na nafikiri unajua pasi ya umeme. Pasi ya umeme ile ambayo unataka ila kupasia, kama umeweka kupasi kwa pasi ya umeme, ina vipimo kulingana na nguo ambayo unataka kupasia. Kama ni nguo nyepesi, unaweka moto kidogo. Kama ni nguo ngumu, unaweka moto mpaka mwisho. Sasa ile pasi ukishaweka moto Wakati unaanza kupasi, moto kizidi, huwa inajizima yenyewe, basi okay, lazima yenyewe. Alafu unaendelea kupasi, moto kipungua, itawaka tena yenyewe, yeah. kwa hiyo ile kupasa ina ina ina ina ina ina moto, ukivuka kiwango kinachohitajika inajizima, moto ki- kipungua chini ya kiwango kinachohitajika inajiwasha. Sasa akili zetu nazo zipo kama ile pasi ya umeme ilivyo, kwenye kila jambo. Sasa kwenye hela nako

unaanza ujazo kile kiwango cha fedha kwa kujikuta unaanza kuzitawanya mpaka urudi kwenye kwenye kwenye kwenye kile kiwango cha laki 5 utakuta unapata fedha nyingi alafu atatumia mambo ya ovyo, mara nisiyo ananua kitu au macho yako na mtu ninacho kwa kihitaji hata kitu, mara sio kukuta watu wameka, mara wanaoka hela, mara yafanya nini, mpaka atafanya mambo ya ajabu mpaka afike kwenye ile laki 5 kile kiwango cha laki 5 atakifikia kile kile, na ikitokea mtu kiwango kimeshuka chini sasa kila tulia mpaka atafanya kazi zaidi, atakazana zaidi, atakesha afanya kila aina ya mpaka afike kwenye kwenye. Ndiyo maana tunaona kwa baadhi ya watu wana wakipata fedha wanashangaa mawazo mazuri, lakini akipata zile fedha anasahau kila kitu. Sio kwa sababu amelogwa, sio kwa sababu ame Ha ha kwa sababu kiwango chake cha hela kwenye akili kilikuwa chini, alafu mpaka hela nyingi kabla ya kupandisha kiwango chake cha hela. Wasema mara zote kwamba tatizo la hela sio kuwapa watu hela, watu wanafunga kwamba mtu ambaye hana hela kikwa hela anasaidiwa. Tatizo linaanzia kwenye akili. Je, kiwango cha hela kwenye akili yake kinasoma kiasi gani? Kama kiwango cha hela kinasoma kidogo, kama kisaikolojia umeshajiwekea kwamba kiwango changu mimi nikupata laki tano kupata milioni moja, ukipata zaidi ya pale

wale watu ambao wanapata fedha nyingi kwa ghafla, labda ni mtu anapata mafao, ni mtu anachimba, anafanya kazi nzuri, kachimba anapata madini madini madini ya dhahabu, anavuka kile kiwango cha fedha haraka kuliko kawaida, alafu akili yake inaanza kupambana, inaanza kuwaweka mpaka huu kwenye kile kiwango ambao atafanya matumizi ya ajabu, shanga mtu anafika mbaa, na wapo watu anaambia watu kunyoni mnavyotaka. Unajua, mtu akili yake anafikiria nini? Sio, ni kwa sababu amepita wakafanya ile mambo mpaka warudi ile kiwango halafu ataanza sasa kufikia, sasa utara anaanza kuwa serious na fedha, ataanza kuwa kaika sana ile na kadra hasa. Hii ndio changamoto tunamjua kwenye swala swala swali swala muhimu sana ni je, tunawezaje kuondoka kwenye chini kwa tunawezaje kuondoka na hii hali? Wewe umeshapata fedha kwa nyuma ukafanya makosa kama haya ukaoka sana na fedha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

kwa sababu watu wengi ambao wanafanya mambo ya ajabu na fedha ukiangalia, hawana vision, hawana hawana maono makubwa, hawajui wanaenda wapi. Yaani ni sawa na wamekata na fedha, alafu wanaanza kufanya nini, anaambia hichi kinalipa anafanya, hichi kinalipa anafanya, hakuwa yuko na mawazo kama anaenda wapi. sana mtu ambaye naona, watu wengi ambao wana wana wana milioni hamsini hivi, akaanza kupelekwa hovyo. Ananunua daladala zinalipa, nunua bodaboda zinalipa, ananunua baadaye, na anachanga kila kitu akeli sawa, anafanya mambo wekezaji wa hovyo ambao wamsaidia, ni kwa sababu huyu mtu akweli uko na visha, kwa hiyo kuna ndoto kwamba nataka nifike wapi na maishani. Huyu kabla ya kuchelewa kutengeneza ndoto yako, sasa unataka kufika wapi na maisha yako? Ni kipi ambacho nakiona mbele, nakiona miaka kumi, ishirini, thelathini, hamsini ijayo? Eh, unaona unafika wapi? Ni biashara ni watu, ni biashara zipi nataka kuzifanya? huduma zipi nataka kuzitoa? labda nataka kutoa huduma za kielimu, nataka kutoa huduma za kiafya. Fuatilia lile eneo, unawezaje kuingia kwenye lile eneo ambalo ni inapoteza yako. Fikiria uwekezaji ambao unaufanya, ufuatilie kwa undani unataka kuwekeza kwenye masoko ya mitaji, kwenye hisa, unataka kuwekeza kwenye kwenye, ma, kwenye, mashamba, kwenye viwanja, kwenye majengo. Jua hili kadiri unavyokwenda. Isitokee kama ajali unapata fedha, usimwaki sasa ikishapata fedha, niangalie nitafanya nini. Hapana. Kuwa na, hizi ndoto tayari. Sasa uzuri wa kuwa na hizi ndoto haita kuhitaji usubiri mpaka utakapopata zile hela ndio uanze kufanya kazi. Badala yake utaanza kujiuliza je, nawezaje kuanzia hapa nilipo ili niweze kufika kwenye zile ndoto ambazo nilipanga kufika. Kwa hiyo kwa kuanzia hivyo, rafiki yangu, kwa kwanza utaanza maono makubwa, kuwa na vision, kuwa na ndoto kubwa, utaanza kuinyanyua akili yako sasa. Kwa kwanza kwa rafiki wangu wanafikiria kuhusu nitapata wapi ili au kutoka kazi moja, wewe unataka, unaanza kufikiria nafikia ndoto kubwa ambayo nayo kwa maisha yangu, unapigaje hatua sawa? Nataka kwenda mbali lakini naanzia chini. Je, naanziaje hapa chini ili kuweza kufika mbele zaidi? Sasa unapokuwa na ndoto hii, unataka unafikiria kila siku, unajifunza kila siku, utaanza hata unapopata fedha au utakuwa na mtu kana unafanya nini? Kwa sababu fedha huwa zina fedha huwa zina zina tabia moja ya kupelekesha watu, wanasema wazote Unaweza kuidhibiti fedha au fedha kama mtu. Watu wote wenye wanapata shida yule ambaye anadhibitiwa na fedha. Sa ukisha kuwa na hizi ndoto na maana, unapata fedha haitakudhibiti tena, wewe na taarifa za kutosha kuhusu, labda uwekezaji kwenye majengo, kuhusu uwekezaji kwenye masoko ya mitaji. Kwa hiyo hili ndio ambao nataka kushirikisha wewe rafiki yangu kwamba ili kuondokana na tatizo la kutokujua fedha na kwenda wapi. Ili kuondokana na tatizo la kusema kwamba unapata fedha na kupotea. Ongeza kiwango chako cha fedha kiakili. Mambo yote yanaanzia hapa. Huwa naambia watu, unasema zote umaskini haupo kwenye mfuko. Umaskini haupo kwenye benki. Umaskini upo kwenye akili yako. Na nimekuwa nasema kwamba kama wasingeone kwenye kwenye mifuko au kwenye kwenye kwenye kwenye benki uwezo wasingeiba tena uwezo wa kwenye koma matajiri kwa sababu si wanaenda kuiba hela za mtu, lakini kwa sababu hawana uwezo wa kiakili uwe, wa kutengeneza kile kipato cha kuiba. Wanaiba alafu inabidi waende waibe tena, afu waibe tena waibe tena kesho, wanakuwa ni wezi wa um, maana kwa sababu gani? Sababu akili zao claro, haziwezi haziwezi kutengeneza kukye, kipato. Kwa hiyo kama wanataka kuwa mwizi mzuri, kwa mwizi wa hapa, mwizi wa maarifa, mwizi wa madhifa, kuiba fedha unaendelea kuiba tena na tena. Ukipata maarifa sahihi utaweza kufanya chochote, kwa na hata kama ukiwa sasa kwa watu wanacho, rafiki yangu, fanyia kazi hii, anza kueleza na ndoto. Kama una ndoto tayari itengeneze kuna ndoto yako ambayo unaiangalia ya kila siku, kwa sababu basi unaipitia unaweza kuiandika kila siku, kwa na kitu na kuandika ndoto, jione pale unataka kufika. Kama unataka kuwekeza kwenye una hospitali, ona kuwa na ramani kabisa hospitali

mimi kwa kipindi cha leo, endelea kuwa na mimi tuendelee pamoja, ili tujifunze zaidi, na subscribe kwenye channel yetu ya YouTube kwa kuanza. Sema subscribe, bonyeza pale, ili uweze kupata video zetu zaidi. Pia endelea kutembelea kutembelea mitandao yetu, amka Tanzania, kupata makala bora zaidi kila siku na kisima cha maarifa, ili uweze kujifunza zaidi. Na kama bado hujasoma kitabu hichi cha Biashara Ndani ya Ajira, na kusisa sana kusoma. Hichi ni kitabu ambacho upasu kuacha kukisoma. Ni kitabu ambacho kitakupa mawazo ya ya kibiashara, kitakupa njia za kupata mali ya biashara, namna ya kusimamia biashara yako vizuri na pia katika kitabu hichi nimezungumzia mifereji nane ya kipato. Mifereji nane ya kipato ambayo unaweza kutumia kuongeza kipato chako. Kisome kitabu hichi rafiki, na ufanyie kazi na ambao unajifunza. Wiki hii nimepata bahati ya kuhu kusoma kitabu cha uh, 101 ways to make money in Africa. Hili kitabu kizuri sana. Kuna rafiki yangu nilikuta nakisoma, ali akaanza kusoma. Sijui kama anatakana kukushop kwa sababu ya kiasi cha kutoka nje. Kwa hiyo ni kitabu ambacho ninaona ndio watu wa pia kama wanaweza kupata kusoma, kina toa mawazo mengi sana ya namna ya kupata fedha huko Afrika. Mara nyingi tu wasoma kitabu ambapo ni mwa Marekani, Ulaya wapi? Havina havina uhalisia kwa sana Afrika. Kwa nini utumia kina kwanza kufikiria unageuzaje wazo la Marekani kwa wazo la Kitanzania. Angalau kitabu hiki kimeanza kupunguza ile ule ule umbali wa wazo la Marekani kwa wazo la Tanzania. Unaanza na wazo la Afrika kwa wazo la Tanzania. Kwa hiyo tafuta na ukisoma kitabu hiki. Ni kutakia kila raia kupata kitabu hichi, tuma ujumbe kwenye WhatsApp kama ilivyo kwa mlima kwa toleo mingi nyingine, tuma ujumbe kwenye WhatsApp kwa nataka kitabu cha biashara na ajira. Tuma kwenye namba 0755